Nimethibitisha tena kuwa wewe ndo lile kusudia. Msamaha dada, kwangu ulijitambulisha kwa jina la Nyota, sasa sasa hivi hapa unaniambia sijui na malikia wenu sijui ujinini. Naomba uniambie ukweli, wewe ni jini au ni kiumbe gani? Na kama wewe ni jini, kwa nini kuniambia kabla? Siku zote unakuja hapo kunipatia huduma Oh, oh, oh, oh, ni simamo kwa muda. Eneo hili mlidhani sitofika. Kuna binadamu walikopi maeneo haya, hamkumwona? oh. Samani kaka, bila samani dada, naitwa Lavenda, nimetokea mjini. Nimekuja kijijini kumtafuta mchumba wangu, ni mwembamba, mrefu, dizaini kama ya kwako, jinsi unavyonyoa. Anaitwa Masailo. Hatujamuona. Hmm. Hatujamuona. Tundukeni haraka. Hatustahili kuwepo hapa mama, kwani viumbe binadamu ni wabaya. Ni mchumbangu alikuja mjini kunichumbia. Baada ya hapo tumewasiliana sana, lakini ndani ya siku mbili tatu hizi simpati, yaani takriban wiki na nusu sasa. Ndipo Ndipo mbo nimeamua kuja kijijini. Ah. Hapana, hapana. Na kuhusu Masailo, hata sisi pia tunamtafuta kama walivyosema, yani takribani wiki sasa na nusu hivi tangu tatizo lake litokee. Yani tena dada ah, umenikumbusha vitu ambavyo nilishasahau kabisa. Mimi sijamuona na hata sijui uko wapi. Hiyo ni edisi nyingine, na hapa si mahala pake pa kufungua kitabu chake. Kitokeo umemwona, naomba wajulishe nyumbani kwao. Pole sana dadangu, ila sisi wenyeji tumetafuta mpaka tumeshindwa. Sijui mgeni. Haya dada, sawa, safari njema. yote. Amesema mmefanya vizuri sana na amelizishwa na kazi yenu, anapa pongezi, ila kuna kitu amekisisitiza sana, siri. Amesisitiza jambo hili liwe siri kama mlivyokubaliana Harufu mbona kama nishai kusikia, lakini ni muda mrefu sana, ila sio eneo hili na sio kijiji hiki. Ikitokea mkavunja makubaliano lolote litakalowakuta halimuhusu, hilo litakuwa la kwenu, sawa. Kwa kuwa yeye ametaka hiyo siri, basi naomba uende ukamsisitizia, na nyinyi muhakikishe mnafanya siri ilitukia, sisi tunaelewana, maana ikija ikitokea mtaani watu wakafahamu hiki ambacho kimefanyika, wakwanza kukamata ni sisi. Kwa kuwa yeye ametaka hiyo siri, basi iendelee kuwa siri hivi hivi si unanielewa vizuri Muki yule ni mtu anayejitambua, ndio maana akasema atatafuta. Tunzeni siri, ndicho alichokisisitiza sawa. Kingine, hizi pesa ambazo ametupatia alituahidi kwamba huu ni mwanzo tu kwao. Sisi matarajio wetu kwamba kuna kikubwa zaidi ambacho kinakuja, asija akaenda tofauti. Ni miaka mingi sasa binadamu harufu zao zinafanana. Mm, itakuwa inafanana kundi. Itakutafuta hata kwenye kivuli, hata kama ni laana. Baraka, mapenzi yetu ni agano la zamani, limechorwa kwenye mawe ya mtoni. Itakutafuta hata kwenye kivuli atakamanilano baraka, mapenzi yetu ni agano la zamani limechoro kwenye mawe ya mtoni. Nadhani unatufahamu sindio, Muki. Ni vyema kunielewa mimi kuliko kukuelewa wewe. Keila, umekuwa wewe? Ni nani? Mbona sikukumbuki? Na umejuaje jina langu? Najua huwezi kunikumbuka. Niliondoka muda mrefu katika kijiji hiki. Kwa sasa naishi visiwani Zanzibar. Ni miaka isiyopungua kama minne sijakuona. Keila, Hivi parwakina Masailo wamehama eh? Oh, Masailo ndo jina lako, na pia ni mzaa wa jua. Nimefahamu mengi kuhusiana na wewe kupitia malkia wangu wa falme za Ujinini. Kwa hiyo yu, wewe ni jini maana nimeenda pale sijawakuta. ni Masailo Masailo, mbona amefariki? Amefariki, nimethibitisha tena kuwa wewe ndio lile kusudia Samahani, dada kwangu, ulijitambulisha kwa jina la Nyota, sasa sasa hivi hapa unaniambia sijui na malkia wenu sijui ujinini. Naomba uniambie ukweli, wewe ni jini au ni kiumbe gani? Na kama wewe ni jini, kwanini kuniambia kabla? Siku zote unakuja kunipatia huduma ndiye amefariki Ni wiki sasa, kama sio wiki ni wiki mbili, na mbona tumeshaanza kusahau ah? Maskini mwanangu, niliahidi akifikisha miaka saba nitamwonyesha baba yake. Ndiyo, mimi ni kiumbe tofauti na wewe naweza kuthibitisha kwamba mimi ni jini ila sina nia mbaya na wewe. Ndiyo, mimi ni kiumbe tofauti na wewe, mimi ni jini ila nina nia njema sana na wewe, wala usiniogope. Ndio maana nimejitolea kusaidia uhai wako usiuwawe, ili ubaki salama, sawa? Basi samani, mimi naomba naenda nyumbani kwetu, na kwa sababu naamini hata mamangu kwa alipo na wasiwasi sana juu ya usalama wangu, lakini ndoto ikutimia. Nisamehe sana, sana sana wati. Mwanangu pole <mimu> sana, dadangu, ndio hivyo mambo ya dunia. Najua hizi taarifa zimekushtua sana lakini hakuna jinsi, ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Hata sisi tumeumia sana kumpoteza Masahio. Alikuwa mpole kijana, watu alikuwa hana ubaya na mtu yoyote, masikini. Lakini ndio hivyo, hatunaye tena. Asante kwa taarifa. Mimi nilimfuata hii kwa sababu niliambia yupo, acha nirudi kwetu visiwani Zanzibar. ameingilia wapi dada? Sawa Masailo, unaweza kwenda, japo itakuchukua muda sana kufika nyumbani, ila utafika salama, maana nitakuwa karibu na wewe kila unapokwenda. Hakuna kitakacho kukuta tena, nitakuwa karibu na wewe kila hatua unayopiga. Sitakuwa kivuli tu, nitakuwa oh, oh, oh, oh. ndani yako na usalama wako wote utakuwa juu yangu. ndoto naona umemruhusu vipi kuswali yake? Kwa kweli, yuko salama kabisa, naonekana kama alikuwa na tatizo kichwani. Vizuri sana, tumetimiza wajibu wetu na hiyo ndio staiki yetu ya kiungwana. Ongera sana, Nyota. Ongera ongera kwa sote, salwati lakini wewe ndio unapaswa kuwa na huruma zaidi na binadamu. Kwa sababu kwa sababu kwa sababu... Gani? Kwa sababu wewe ni malkia wa mwanga na ni malkia wa ujinini pia. Mimi tena ni malkia wa mwanga kivipi? Hiyo ni sababu ya ile siri, ndio anataka kukwambia, lakini usiwe na haraka, nitakwambia kwa nini usiniambie leo Nyota? Kwa sababu nyumbani hawajui sisi tulipo. Hapana Saruati, yatupasa tuondoke, tutaingia kwenye mtego. Ila hiki ni kipande kidogo sana cha siri ambayo inayotaka kukupa wewe, babako yupo katika dunia hii ya binadamu.